Kwa jina naitwa Grace Alex Msele, ni mkuu wa kitengo cha Tehama kutoka bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Dodoma. Tuna furaha sana, mimi pamoja na washiriki wenzangu kumaliza mafunzo ya siku tatu yaliyoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia University Computing Center. Kikubwa ambacho tulikuwa tunafundishwa kwa siku zote tatu ilikuwa ni juu ya mfumo wa utekelezaji wa vikao na uendeshaji wa vikao vya bodi kwa Kiingereza eBoard system. Mfumo huo ni mzuri kwa maana ya kwamba unaanza mwanzo kabisa maandalizi ya kikao cha bodi, namna ya kuandaa ajenda za kikao cha bodi, namna ya kutuma taarifa kwa wajumbe wa bodi na namna ya wao kuweza kurespond kwa ajili ya kuhudhuria kikao husika. Program ni nzuri sana, walimu na wakufunzi wetu walikuwa na ushirikiano wa kiwango cha juu. Tuliweza kufanya mazoezi ya vitendo, kuingia kwenye mfumo na kuweza kufanya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wito wangu kwa taasisi ambazo hazijaleta washiriki kwenye mafunzo haya ni vyema wakaleta kwa sababu ni kitu ambacho kinasaidia katika utendaji wa kila siku wa taasisi zetu. Natoa rai, na nitarudi ofisini na kufanya utekelezaji wa programu hii kwa taasisi yangu, kama ambavyo walinituma nije kujifunza kwa niaba ya wenzangu, basi nitaenda kutekeleza na kuweza kutumia mfumo wa eBoard katika uendeshaji wa vikao vya bodi za wakurugenzi pamoja na vikao vya management na kamati zake zote.